Inakwenda kuandikwa bidhaa za kwanza kabisa, ma watu wa kwanza kabisa kupokea bidhaa mpya kutoka Wasafi. <laughs> tukio la, naomba msogea, karibuni sana hapa hapa, so tano tano nne tatu Yes, bwana, ni bidhaa mpya ya msanii Diamond Platnumz ameweza kuitambulisha siku ya leo huko maeneo ya Superdon Masaki, katika iftari ambayo wameweza kujumuika watu mbalimbali kuweza kuhudhuria iftari hiyo ambayo msanii Diamond Platnumz ameweza kuwafuturisha jioni hii ya leo. Sasa hapa, Diamond Platnumz ameweza kuweka wazi kwamba kwa sasa ana bidhaa yake mpya ambayo ameweza kuingiza sokoni, sabuni hiyo inayofahamika kwa jina la Wasafi Soap, ameweza kuitambulisha mbele ya umati wa watu, kuweza kuwajulisha kwamba kwa sasa ameingia katika biashara ya kuweza kuuza sabuni. Sabuni hiyo ya kipande, kama unavyoiona hii hapa, inaitwa Wasafi Soap ambayo ameweza kuitambulisha siku ya leo huko maeneo ya Superdoni Masaki. Hili ni kubwa zaidi kwa msanii Diamond Platinum kuendelea kujiwekeza katika biashara mbalimbali, hmm, kuweza kuwaonyesha uh, Watanzania kwamba ana uwezo mkubwa wa kuweza kufanya mambo makubwa hapa katika nchi ya Tanzania. Hatimaye ameweza eh, kuitambulisha bidhaa yake mpya aina ya sabuni, sabuni hiyo inayoitwa Wasafi Sopu ameitambulisha hapo katika ukumbi mkubwa maeneo ya Supadoni Masaki e, katika iftari ambayo imeweza a, kufanyika siku ya leo kuweza kuhudhuriwa na watu mbalimbali, mastaa wakubwa hapa Tanzania pamoja na viongozi wa serikali kuweza e, kuhudhuria kwa pamoja katika mjimuiko huo wa kuweza kupataaftari ya pamoja jioni hii ya leo e, bwana asante sana. Haya ni machache ambayo tumaendelea kujuza hapa Bongo Mpya Tv kuhusiana na habari kubwa ya Platinum kuweza kutambulisha bihaa yake mpya ya, ya sabuni inayofahamika kwa jina la Soap siku ya leo huko maeneo ya superdoni Masaki kuweza eh, kuionyesha mbele ya watu kwamba kwa sasa ana bidhaa mpya ambayo ameweza kuingiza sokoni na kuweza kupewa sapoti kubwa na viongozi pamoja na mastaa wenzake. Asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto.